Fuga na Mr. Kata Kuku Farm apate matokeo bora. Ugonjwa wa gumboro ni tishio kwa wafugaji. Karibu Mr. katakuku farm. Leo nimekuandalia makala ya ugonjwa wa gumboro kwenye ufugaji wa kuku. Ugonjwa wa gumboro unaojulikana pia kama infectious bursal disease IBD ni ugonjwa wa virusi unaoathiri kuku, hasa wale wa umri mdogo, kati ya wiki tatu hadi sita. Ugonjwa huu hushambulia mfumo wa kinga na kuku, hususan Bursa of Fabricius na kusababisha kudhoofika kwa kinga yao. Namna gumboro unavyoathiri kuku: kudhoofisha kinga. Virusi vya gumboro hushambulia kiungo cha kinga, hivyo kuku walioathirika wanakuwa hatarini zaidi kwa magonjwa mengine. Vifo vya juu: katika mashamba yasiyo na chanjo, vifo vinaweza kufikia hadi asilimia mia moja. Kupungua kwa uzalishaji: kuku wanaoishi baada ya maambukizi wanaweza kuwa na uzalishaji mdogo wa nyama au mayai. Dalili kuu: kuku kuchoka na kudhoofika, kuharisha kinyesi cha njano au kijani, kupungua uzito haraka, manyoya kusimama na kuku kusinzia. Namna ya kuzuia na kutibu gumboro: kwa kuwa ni ugonjwa wa virusi hakuna tiba maalum, lakini kuna njia za kuzuia na kupunguza madhara. Chanjo: njia bora ya kuzuia ugonjwa huu ni kuhakikisha vifaranga wanapata chanjo mapema na kwa wakati. Usafi wa mazingira: kusafisha banda kwa dawa kali za kuua vijidudu disinfectants. Kudhibiti wageni: kuzuia wageni kuingia kwenye banda bila kuvaa mavazi maalum na kutumia viatu maalum. Matibabu ya dalili: ingawa hakuna tiba ya virusi, antibiotics zinaweza kutumika kuzuia maambukizi ya bakteria ya pili. Kwa wafugaji, ni muhimu kuchukua hatua za mapema ili kuzuia Gumboro kwani